Kampuni ya Yasi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ya jamii imeweka kambi maalum ya huduma za matibabu ya macho jijini Dodoma, lengo likiwa ni kuwapatia wananchi huduma za upimaji wa matibabu ya macho bila malipo yoyote, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii na kupunguza mzigo wa gharama za matibabu kwa wananchi. Akizungumza na Dodoma TV, mkurugenzi wa Yas kanda ya kati, Said Iddy, amesema kuwa leo ni siku muhimu kwa kampuni hiyo kwani mbali na ta huduma za kimtandao wameamua kwenda moja kwa moja kugusa maisha ya wananchi kwa kutoa huduma za afya ya macho, jambo linalosaidia kupunguza changamoto za kiuchumi kwa wananchi wenye kipato cha chini. Ah, kwa majina anaitwa Said Iddy, ni mkurugenzi wa Yas kanda ya kati. Leo eh, ni siku ya kipekee kwa sisi Yas kama kampuni ambapo tuko hapa Dodoma na kandakati kwa ujumla kwa ajili ya kambi ya macho. Kambi hii inalenga kutoa matibabu ya macho bure kabisa kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma, lakini pia na mikoa jirani, ambapo watapata huduma mbalimbali za kitabibu, uchunguzi, ushauri, lakini pia tunafanya mpaka operation ya macho kwa kushirikiana na wadau wetu wa Bilal Muslim Tanzania, ambao ni wadau wetu wakubwa sana katika uh, mkakati um, huu ambao tunaofanya sisi Yas Tanzania ukiacha kwa kuwekeza kabambe kabisa kwenye mtandao wetu ambao ni maboresho zaidi nchini Tanzania, lakini pia na huduma zetu za mix bias tunakwenda tuna zaidi ya pale, zaidi ya mtandao kwamba tunahakikisha tunakuwa tuna na jamii na tunatoa na huduma mbalimbali ambazo zinalenga kuja kuboresha maisha ya jamii yetu, lakini pia kuwapunguzia gharama za kiuchumi, gharama za za matibabu wananchi. Hivyo basi huduma tunatoa zote hapa kuanzia za ushauri uh, za matibabu na miwani pamoja na operation zinafanyika bure kabisa. Hivyo basi tunapenda kuchukua fursa hii kwanza kuwahamasisha kwa wananchi wa Dodoma na Kanda ya Kati waweze kufika hapa wa viwanja vya um, Darul Muslimina Primary School kwa ajili ya kujipatia huduma hizi, ni bure kabisa. Aidha, mkurugenzi huyo ameongeza kuwa zoezi hilo si la mara ya kwanza, kwani kampuni ya Yas imekuwa ikitoa huduma hizo katika maeneo mbalimbali nchini tangu mwaka 2024 na kufanikiwa kuwahudumia wagonjwa zaidi ya elfu thelathini na tano. Uh, sisi kama kampuni tumekuwa tunafanya kambi hizi maeneo mbalimbali nchini Tanzania tangu mwaka 2024 tumefanya kambi hizi kwenye mikoa zaidi ya kumi nchini Tanzania, kuanzia Zanzibar, Pemba, Tanzania bara, kwa maana ya Dodoma, Morogoro, Tanga, Dodoma, Tanga, um, Lindi, Mtwara, Dar es Salaam, Pwani na kadhalika. Hivyo basi tumehudumia wateja zaidi, wagonjwa zaidi ya elfu thelathini na tano kwa miaka miwili hii. Unaweza kuona idadi kubwa sana, na Dodoma tunatarajia kuhudumia zaidi ya wagonjwa elfu tatu kwa siku tatu. So, wa hizi ambazo tutakuwa tuna kambi hapa Dodoma. So, wananchi wa Dodoma na jirani wakaribia hapa kujipatia huduma hizi ambazo zinatolewa bure kabisa. Mwisho kabisa e, kama mnavyojua Yas ni mtandao bora. Sasa hivi tumewekeza kiasi kubwa kwenye mtandao wetu, hivyo basi tunafahamu ili mwananchi wa kawaida popote alipo mjini, kijijini, bodaboda, mamatilia, aweze kutumia mtandao wetu vizuri zaidi, tunaamini lazima awe na afya bora, sio? Kwa hiyo sisi kama kampuni lakini, tunataka wananchi wetu wawe na afya bora boranaeea kwenye afya pia, so tutaendelea kufanya hivi ili kuakikisha wateja wetu na afya bora wanatumia mtandao wetu bora kwenye shughuli zao mbalimbali za kiuchumi, waweze kuhakikisha nchi yetu napata maendeleo. Kwa upande wake, mratibu msaidizi wa kambi ya macho kutoka Bilal Muslim Mission, Hassan Dinya, amesema kuwa kwa kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine, mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa, ambapo katika siku ya leo pekee wamefanikiwa kupokea na kuhudumia takribani wananchi mia sita. Anaitwa Hassan Omar Dinya, ni mratibu msaidizi wa kambi za macho kutoka Bilal Muslim Mission. E, tumekuja hapa Dodoma kwa mwaliko wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa e, pamoja na mbunge wa jimbo hili la Mtumba e, Mheshimiwa Antony Mavunde wakishirikiana pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya na wadau wengine wa mkoa wa Dodoma. Tumekuja hapa kwa ajili ya uchunguzi e, na matibabu yanayohusiana na magonjwa ya macho. Na kambi hizi tumeanza jana tarehe ishirini na tano katika sherehe za Christmas na tutakwenda kuhudumia wagonjwa mpaka siku ya tarehe ishirini na nane mwezi huo wa kumi na mbili. E, huduma tulizoanza nazo jana tumeanza huduma za ushauri kwanza, kwa wagonjwa jinsi ya utunzaji wa macho yao; pili tumewapa dawa kwa wale ambao madaktari wetu wamekuta kwamba wana magonjwa yanayohitaji dawa za matibabu ya macho yao. Vile vile tumetoa miwani kwa ajili ya wale ambao uono wao ulihitaji kuongezwa kwa kutumia miwani na kusomea pia. E, pamoja na hivyo pia mpaka jana tumefanikiwa e, kuwafanyia usafishaji wa mtoto wa jicho e, wagonjwa takribani 48 na mwitikio umekuwa mkubwa, pamoja na siku ya sikukuu, lakini mpaka jana tumepokea takribani watu mia nane kwenda mia tisa Na leo siku ya pili mwitikio pia umeongezeka, watu wamekuja ni wengi, mpaka hivi sasa tumekwenda zaidi ya watu mia sita na wengine tunazidi kuwapokea na kuendelea kuwahudumia na vilevile vile, pamoja na jitihada hizi za watu mbalimbali wa kutoa huduma hizi kwa Watanzania na sasa tuko katika mkoa wa Dodoma. E, Yas Tanzania amekuwa ni mshiriki na ni mdau mkubwa sana wa kuchangia huduma hizi ambazo zinatufanya sisi tupeleke bure kwa wananchi wa nchi nzima, lakini kwa bahati mwisho wa mwaka huu imeangukia katika mkoa wa Dodoma, na sio Yas peke yao kuna taasisi nyingine pia tuna, tuna taasisi ya, ya kama eh, Flight Link, nao wamekuwa ni wawezeshaji. Alafu tuna Beta Charity ya eh, UK, nayo wamekuwa pia ni wadau wawezeshi hasa katika vifaa na mambo mengine ambayo inatumia madaktari eh, katika kufanya operation zile au usafishaji wa mtoto wa jicho vile vile tuna KSIJ ambao wao wamechangia vifaa pia pamoja na wataalamu ili wote e, waje hapa katika kambi na kuweza kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa huu wa Dodoma. Nao wananchi wa Dodoma wameshukuru serikali pamoja na kampuni ya Yas kwa kuwajali wananchi wasio na uwezo wa kuhudumia gharama za matibabu ya macho, wakisema huduma hiyo imewasaidia kugundua matatizo ya macho mapema na, na kupata tiba stahiki. Naitwa Yohana Jeremia Masingisa, natokea kata ya Kikombo, Dodoma mjini, jimbo la Mtumba na, najisikia faraja sana. Kwanza niipongeze serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wetu Mavunde pamoja na mkuu wetu wa mkoa kwa ajili ya kutusogezea huduma hii. Kwa kweli tunapata huduma ya bure, ni huduma ambayo rafiki na watu wanaifurahia, pamoja na mimi naifurahia sana, maana hata mimi mwenyewe macho alikuwa ananisumbua lakini wamenicheki wamesema macho ni safi, hayana shida. Kijana wangu mwenyewe wamesema tu ana allergy lakini macho ni safi, wamempa dawa kwamba hizi zitamsaidia. Tunashukuru sana kwa sababu macho yakiwa yanauma halafu huna pakwenda, huwa tunapata mashaka mengi sana, kutokana na vumbi letu la Dodoma, lakini tunashukuru sana yeah, yeah. Kampuni ya Yasi mimi nawapa kongole sana kwa huduma na namna wanavyojitoa pamoja na mawasiliano, lakini wanajikita katika maeneo mengi sana, pamoja na kutoa elimu, pamoja na hata hii huduma ya macho. Wameendelea kutoa elimu na kushirikiana na hawa kampuni ambayo inatoa huduma hii ya macho pamoja na serikali, na nashukuru sana kwa kampuni ya Yas. Najisikia vizuri huduma ya kusaidiwa, tunashukuru. Tunaomba Mungu awasaidie waendelee kutusaidia, serikali aendelee kutusaidia kutuona watu tuliokuwa hatuna uwezo. Kutoka Dodoma, mimi ni Anar Shaban, Dodoma TV.